muda sana kwa sababu hii uh, uh, uh, hii akaunt ndugu yangu uh, uh, leo asubuhi uh, uh, kamida ya Afrika Mashariki uh, ilikuwa imeshambuliwa kwa kublokiwa uh, kiserikali kabisa kwamba uh, ilikuwa karibu jambo isikuwa inawezekana tena kwa ndugu yangu ya Tanzania kuweza kuiona ku tena hii akaunt. Uh, lakini tunamshukuru Mungu sana kwa uh, neema ambazo katujalia uh, neema za uh, teknolojia za, uh, neema za uh, kile jambo ambayo ipo kwa dunia hii, basi imekuja kwa sababu tu peke zake Mungu ameona hii ni wakati sahihi, uh, uh, ya, kutupatia, ya, kutupatia hiyo jambo ndugu uh, uh, zangu ambayo uh, uh, mupo TikTok na unaweza kunisikia sasa hivi. Uh, niko na tarifa niko na taarifa ambazo peke zangu uh, kwa mausiku ya hapa sijaweza kuwa nimelala, imebidi ni nifanyie kazi sana uh, lakini ni, ni jambo ambayo ilikuwa inahitaji uh, busara kubwa, inahitaji mahikima na inahitaji uh, kumweka Mungu mbele sana sana sana kwa sababu tu Uh, tusije tukapata kiburi ya kuzuru watu wengine. Kwa hiyo kabla uh, sijakuwa na, uh, na, uh, na, uh, nataka kusema kitu, ningependa kwanza ku, uh, kumhamasisha kila mmoja ambaye yuko hapa kwamba uh, tu, tumuweke Mungu wetu mbele sana juu ya mambo ambazo tunafanya na tufanye maombi sana tufanye maombi sana Natumtukuze Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwa sababu ni yeye tu peke zake ambaye anastahili utukufu, na mimi na wewe, sisi ni watumishi ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Ndugu zangu, niko uh, kabla sijakuwa na nataka uh, uh, ku, uh, uh, kuzungumza mambo mengi sana, ningeomba sana leo kila mmoja Atulize moyo zake uh, uh, natu, tujaribu kusaidiana kukuwa na busara sana uh, uh, na pia hii uh, hii taarifa yaleyo, ninaomba sana uh, mwisambaze kwa faida ya watu uh, ya watu hawa ambazo nitakuwa ninawataja. Ndugu yangu naomba kuwahakikishia kwamba Uh, katika hii live ambayo sasa hivi tupo, zipo account ambazo zipo hapa well, zi, zina stream na zinasikiliza hizi mambo ambayo tunazungumza, na uh, wanafuatilia kila neno ambayo uh, tunasema, so kwa sababu ya nia ambayo bora, lakini ni kwa sababu ya kuendelea uh, kufanya mambo mabaya ambazo kwa sheria za Mungu hazikubaliki na kwa masheria za dunia hazikubaliki, na, na sisi peke zetu hatukubali hizo mambo, na ndio maana tu uh, tumeamua uh, kusema ukweli kwa unyenyekevu na kwa, uh, kwa hekima na kwa heshima na kwa hofu kubwa ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Sasa kwa sababu tu ya mashambulizi ambazo uh, uh, zinafanyika uh, wakati mimi nazungumza sasa hivi ningependa ni niende ni moja kwa moja kwa taarifa muhimu na taarifa ya hatari sana, na nimemuomba Mungu sana akuwe, uh, ananipea uh, busara, kwa sababu tu anipee ni, ni ni, ni heshima ya kufikisha taarifa hizi kwa nidhamu na zisije zikaleta madhara eh, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wenzetu ambayo wanapitikiwa kwa lengo ya kutumika vibaya. Ndugu yangu wa Tanzania, naomba kuambia kwamba, naomba kuambia kwamba leo tutumie muda mwingi sana kuweka wazi kale, kwa maana ya kuexpose pamoja na kujadili huu mkakati mbaya na wa hatari ambayo serikali ya Tanzania inatumia pesa nyingi sasa kuwa, kuwa, kuwaweka hawa mavijana waje kutoa ushahidi ya uongo kuanzia wiki iliyopita, na kwa sababu tu jana hii jambo tumeiweka wazi, kuna watu leo tayari ta, eh, wameishaanza kutoa ushuhuda za uongo kwamba uh, uh, maandamano zilikuwa zimefanyika, yalikuwa ni maandamano ambazo kuna eh, eh, pesa ambayo eh, imeletwa kwa ajili za maandamano hizo, na watu wanalipwa sasa. Uh, jana, eh, eh, uh, jana busara ya Mungu ilinishika sana kuhofia kutaja hawa majamaa na kutaja watu wengi kwa sababu tu ya mausalama zao. Ninaomba hii salamu ifike. Kuna mtumishi, eh, kuna mtumishi ametumika Ikulu na kuna mtumishi iko uh, makao mak makuu ya usalama ya taifa, anatumia kompyuta ya MacBook Pro ambayo ipo na serial number G3G5 OC2VMQ ambayo ni ina Mac O uh, ina macOS Sonoma 14.5 14.5. Huyu mjamaa napenda tuna kumwambia kwamba kompyuta ambayo anatumia peke zake, nimemtajia na siri namba yake ipo na ameunga, kuna account za email tatu, kuna Gmail mbili, samahani, ziko nne, kuna Gmail mbili, kuna iCloud moja na kuna Proton Mail moja ambayo ako na maemail za ma, za ma watu eh, ya makazini zake na watu za Ikulu na mabaya zote zile ambayo anafanya. Sasa, ndugu yangu, huyu mjamaa anatrain vijana wenzake, anatrain vijana, anatrain vijana, anatrain vijana kuja kutoa ushuhuda za uongo na yeye peke zake amepewa rasmi uh, ndio anofanya malipo, ana record ma video za hao ma vijana na kuwapa moyo kwamba ati jana sisi tumetoa vitisho na kama hiyo bado haitoshi, ninampa onyo kali kabisa. Huyu mjamaa anatumika eh, eh, yeye ni mtumishi wa serikali katika chombo ya ulinzi na usalama, kwamba nimemtajia laptop yake, niko na namba zake na leo leo, alikwenda ali, ali na timu yake kumkamata mtu eh, sehemu inaitwa Tanzania Kimara Beruti Bridge alikwenda kumfuata alikwenda kumfuata leo saa tano na dakika kumi na saba alikuwa na usafiri ya gari kwa sababu tu si, si, na eh, uwezo ya kuona ili gari ni kabila gani aliwasiliana naye kwa namba yake ambayo inaishia 233 mwanzo yake inaanza na 0754 bado ya roho ya mungu ipo ndani mwangu sitaki, ku, eh, sitaki kukuharibu na kuomba kwamba huyo kijana ambaye ulikuwa mumempa pesa milioni tatu na ukaenda leo kumkamata ati kwamba yeye ndo katupea taarifa. Naomba kukuthibitishia kwamba sisi taarifa yetu hatupewi na mtu, sisi taarifa zetu tunachukua peke zetu kwa raha zetu, na wewe kompyuta yako ndio inatupa taarifa. Tafadhali mwachie huyo kijana ambaye ulimpa pesa na unaamini tu yeye ye peke zake kapeleka hizi taarifa kwa kwa mangi. Nasema hivyo. Kompyuta yako yenye serial number G3G5 uh, 0C2VMQ hii tuko na WhatsApp ambayo umeiweka ume, ka kompyuta yako. Tunaona kila message ambayo unatuma na message ambayo unatumiwa. Na location ile peke zako wewe unakanyaga peke zako eh, peke yetu tunakuona kwa maana nyepesi kwamba wewe upo chini ya ulinzi bila ya kufahamu kwamba uko chini ya ulinzi. Nimenimekuja Nimetoto... <laughs> nimekuja, kukupea ushuhuda huu kwamba huyo, huyo ndugu zetu ambaye licha ya ukweli kwamba yeye peke zake ameamua kusaliti eh, na kutaka kuja kutoa ushuhuda sisi, huyo hajatupea taarifa yoyote peke zake. Tulipanga siku ya Ijumaa, tumpigie mama yake kumpa onyo ya mwisho kwamba amkanye kijana wake. Sasa kwa sababu sisi tunapenda ama mimi napenda kujitambulisha kama mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu yeyote anatakiwa asimame sehemu ya haki na ukweli kwa unyenyekevu na kwa mapenzi, na akiyafanya hayo yote kwa hofu kubwa ya Mungu, na kukuthibitishia tena kwamba kompyuta yako unayotumia ndio ilotupa taarifa zote kabisa na kwa sababu tu nimekuambia habari ya uh, serial number ya kompyuta yako ya MacBook Pro ya kabila la Apple ambayo ina iOS ni Mac OS Sonoma kumi na nne pointi tano mpaka software ile ambayo iko kwa kompyuta yako ni Sonoma kumi na nne pointi tano. Hii bado peke zake ni old eh, huja update software sasa huna njia wewe peke yako ya kufanya mahabari ya kuendelea kuua eh, kwa milioni tatu laki tano. Sasa nakupa taarifa nyingine zaidi ujue, ndugu yangu ambaye, eh, mko hapa eh, unanisikia vile, mjue kwamba eh, eh, mifumo yenu tunayo. Wewe bwana umempatia kijana mwingine eh, mpya kabisa, kwa sababu ya hii eh, taarifa tuliotoa jana. Kabila yake ni yenye halahin natano 35 38 83 saba hii ni namba uh, hii, hii SIM kadi yoyote ile peke zake anaweka, si tunaona location yake, tunajua wapi yupo, tunajua anaongea na nani, tunajua anapigiwa na nani, tunajua yeye anampigia nani. Tafadhali sana, hii mpango ya kutaka kutoa ushuhuda, uh, ushuhuda ambayo sio ya kweli, tunaomba mara moja mara moja kabisa, mara moja kabisa, muiondoe uh, mui muikufe mui, mui kwa haraka vile, kwa sababu haya huyu Habili ambaye munakuwa munadhani muuna, muuna, munapambana naye tofauti na macho zenu munavonifikiria, tofauti na akili zenu munavoniona tofauti na udogo yangu kweli. Mi kwa kilo niko na kilo kama sabini, ni mwepesi sana lakini ni mzito sana kwa ubongo yangu. Na nawaomba na sana hii jambo ikufe mara moja, huyo kijana ambaye mumemulipa pesa na mumemukamata muwache. Na hizo mpango ambayo munafanya achana nayo tafadhali. usije ukatupa kompyuta yako kwa sababu tuko na kompyuta za watumishi ya eh, tis pamoja na majeshi na mapolisi wa ngazi ya juu kabisa zaidi ya kumi na saba. Tuko na uh, uh, uh, serial namba zayo. Kwa maana yake kwamba hiyo kompyuta operation yoyote ile peke zake ndo mnafanya tuko nayo, tuko na mpaka screen record ya laptop yako, na nakuahidi kwamba na kuahidi kwamba ikiwa siku ya Ijumaa, ikiwa siku ya Ijumaa hii mpango mtaendelea nayo nitawachia video ambazo wewe umeoa na unajua unaongea na mwanamke ambaye anakuekea ma video zake, eh, za, za, za, uh, eh, za utupu mwenye namba 0788 inaishia na mia tano <mulia> <mulia> <mulia> naamini kwamba ndoa yako bado unaihitaji. Ninafanya hizi mambo kukuthibitishia wewe peke zako, sio kuwathibitishia hawa ndugu zangu kwamba sisi ni wabora zaidi ama tunajua zaidi. Hapana, ninakuthibitishia kwamba ukaja au ukaende, uko na pesa kutoka ikulu umepewa na ofisa Lusinde, na ndio unaongea naye, umemsevu Lusinde kwa WhatsApp ubemsefu uh, comrade Lusinde kwa WhatsApp ambayo unatumia kwa laptop yako ya MacBook Pro kwa serial number niliyokupa. Tafadhali sana tafadhali sana hii jambo ni ya uongo, na screen ya laptop yako, kila touch unafanya iko recorded na right away niko nazo mimi sasa. Kwa sababu ya kupenda ndoa yako, ninaomba sana sana sana siko tayari kumzalilisha ndugu yangu ya mwanamke ambaye ana unamuomba kufanyia mapicha zake na munatumiana na hujamuoa. Sitofanya hivyo, lakini nakwambia hivyo, wewe ujue kwamba hizi mambo ni machafu. Sasa Ijumaa, kwa sababu tuko na upeke zako ya serial namba yako, tutatuma hizi chati zako kwa mke wako ya ndoa kwa mke yako, eh, kwa mke yako Uh, kwa mke yako kwa, uh, kwa mke yako ambaye, uh, ambaye tunaamini ni, ni, uh, ni kwa ndoa yako ndugu yangu ambaye ninakuambia, uh, nina nina hizi mambo unakaa <laughs> wilaya ya Ilala. Ndio simu yako mara nyingi inakuwa imelala. Wiki iliyopita ulikuwa na bwana ajo marheri mkikuwa muna muna muna zunguka sana na ulikutana na hawa mavijana kuna sehemu kuna uh, ulikutana na hawa mavijana ukamwambia uwajie kwa magari Amana Hospital, sijui iko maeneo ya karibu kwa nyumba zako Amana, eh, Amana Regional Referral Hospital. Sasa je, hizi habari ni za uongo? Hii habari ni ya uongo? Naomba sasa useme, kama sitoachia mavideo zako mbaya